Wanawake tuko hapa sasa, najua Wakenya wengine wako barabarani hapa napale. Na pale, na hiyo ni haki ya kila mtu kwa haki ya kuse, kama mambo hayaendi vizuri, unaweza kujotokeza na ukafanya maandamano. Maandamano imehalalishwa na katiba yetu, lakini maandamano yanataka kufanyika kwa njia ya amani. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano miaka miwili iliyopita na tulikuwa tunasema tunataka kufanya maandamano ya amani, lakini ubaini ya kwamba tulipokuwa tukatoka namna hii, tiagas tiagas inapigwa kwetu. Sasa fikiria, kesikia namna hii, vijana vile wanaanza kurusha mawe. Tunataka tuache mambo kama haya, mnaona ka, nchi zingine kama kule Marekani kule Ulaya kule Ufaransa, maandamano yanafanyika kila mara. Juzi Israel ilipopiga Iran, kulikuwa na maandamano London, New York, Paris, hata Tokyo, lakini wanakwenda wanawaambia polisi, tutafanya maandamano. Wanakubaliana na polisi, maandamano itatoka hapa mpaka pale, kutoka saa hii hadi saa hii. Ikikwisha pale, wanatoa eh, matamshi yao pale, alafu wanatoka.